Lawa Afrika mambo vipi? Majina anaitwa Alima Adam na Siza aliku aasizaatsniia ambapo neka na mashindano makubwa na kwa bahati nzuri tunaye mshindi wa mashindano haya mashindano koko. Salamu kabisa, kabisa. Unajisikiaje kuwa mshindi wa mashindano haya? Najisikia <sighs> ma raha, najisikia furaha sana kuwa bingwa wa mashindano haya ya leo Ajana ha, mechi zote zilikuwa ngumu kwa sababu wachezaji ambao walikuwa wanashiriki mashindano haya ni wachezaji wazuri ni wachezaji bora Tanzania ambao wamekuwa wakituwakilisha sehemu tofauti tofauti. Hivyo nilikutana na wachezaji wazuri na games zilikuwa ngumu sana japo mechi ya nusu finali ilikuwa ngumu zaidi na robo finali kwa sababu robo finali nilicheza na Danka ambaye ni mchezaji wangu, ni kijana wangu mwenyewe anajua weakness zangu, najua weakness zake na alinitangulia vizuri, lakini bahati mbaya akafanya mistake, ikafanya comeback na kwenda kushinda. Ndio game ambayo ilikuwa ngumu zaidi kwangu. Changamoto hakuna uh, changamoto, uh, ila mimi binafsi Mkomba ni kwamba nilikuwa busy kidogo na mazoezi ya mchezo mwingine, lakini yakaja mashindano katikati, nikasema siwezi kukaa kimya, inabidi nishiriki. Baada ya mashindano niendelee na programu yangu nyingine, kwa sababu nilikuwa na ratiba ya safari na hivyo nilishaanza mazoezi ya hebo, lakini nilipokuja swala la mashindano ikabidi nistishe nijiandae na mashindano haya kwanza, kwa sababu zawadi nzuri inaridhisha, kanibidi kufanya hivyo. We'll clearly... uh... kupitia mashindano haya kwanza ni washukuru na niwapongeze sana sponsors. Sponsors kwa maana ya hawa, Smart Pens paka rangi bila kuskim, niwapongeze sana kwa sababu wamejitoa kwa kiasi kikubwa kuja kwenye mchezo na kusapoti vijana ni jambo zuri sana, lakini pia niwapongeze uongozi wa The Sniper Mr. William, William Wilfred Makamba kwa kutupa uwanja na hatimaye mashindano oh, yamefanyika yeah, vizuri kwenye ya uwanja bora Tanzania. Hivyo ni jambo zuri sana, niwapongeza sana watoto wadogo wengine. Aaaa, binafsi uh, uh, yangu mimi kwanza napenda kusupport vijana, napenda kusupport mpaji especially napoona mchezaji ana kipaji, huwa napenda kumsupport. Kama nilivyosema kama nilivyosema, Duncan ni zao letu, mchezaji ambaye amekuja akiwa mdogo na tunamsupport, na hatimaye sasa hivi kama ambavyo umeona alifanya vizuri Kenya na amefanya vizuri Tanzania baadhi ya game, na hata baada ya game hii pia anaenda kucheza game live na mchezaji mkongo kutoka Manyara. Hivyo ni mchezaji na ni kipaji ambacho tunakikuza na tunategemea kuwa zao zuri la baadaye ni shiriki katika mashindano ya kebo yanayoandaliwa nchini Mauritius. Maandalizi ya k Maandalizi yako vizuri, nilishaanza mazoezi three week before, ila nilistisha kwanza kidogo kwa sababu ya ili, ili shindano kisha baada kumaliza na ya kumaliza ili shindano nimepata, sasa hivyo naenda kuendelea na mazoezi kujiandaa na mashindano yanaenda kufanyika Mauritius. Unatuahidi nini Watanzania? Of course, nawaahidi jambo zuri kama kawaida yangu huwa sijawahi kuangusha, lakini pia ni waahidi kwamba this time nimedhamiria kwenda kupeperusha bendera vyema nchini Mauritius.